Baada ya serikali kuu kukata bajeti za kaunti kwa zaidi ya bilioni 38.4 katika sekta mbalimbali mbali zikiwemo za afya, kilimo na miundo msingi. What message are we even sending to the development partners as a country? baraza la magavana hii leo limeandaa mkutano wa dharura ulionuia kusaidia kutatua utata huu magavana hao wakiipa serikali makataa ya siku kumi na nne kurekebisha suala hilo la sivyo, walemaze shughuli katika serikali za kaunti. Kulingana na gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru, kupunguzwa kwa bajeti za kaunti kuna adhiri pakubwa shughuli katika serikali za kaunti, akiongeza kuwa serikali inapaswa kuheshimu serikali za ugatuzi na kuelewa umuhimu wa kaunti katika kutoa huduma kwa wananchi. We are very very concerned about this and we are asking that the national government and the national treasury uh, who made the amendments Gavana uh, huyo akiweka wazi kuwa katika kaunti yake kuna miradi ya maji anayoendeleza. Akibaini kuwa miradi hiyo pamoja na miradi mingine katika sekta mbalimbali mbali, ikiwemo ya afya, itatatizika iwapo fedha hizo hazitarejeshwa katika bajeti ya kaunti hiyo. Naibu mwenyekiti wa baraza hilo Gavana Mutai Kahiga akifichua kuwa baadhi ya kaunti bado hazijapokea mgao wao tangu mapema mwaka huu, akiongeza kuwa Serikali inaendelea kuzinyanyasa serikali za kaunti jambo ambalo linaathiri pakubwa utendakazi wa serikali za ugatuzi. this blatant act is yet another attempt to systematically cripple service delivery across the 47 county governments an affront to the devolution agenda as enshrined in the Constitution of Kenya 2010. Its latest move is not an isolated incident but rather a continuation of deliberate and unjustified reduction of equitable share James Mwangi Undugu